Kwa, kwa majina, kwa majina anaitwa Sofia Ndebeto Ndalagula ni mratibu wa malaria ngazi ya Halmashauri ya Kakonko na leo tuko, Uko kwenye uzinduzi wa ugawaji wa vyandarua rasmi ambapo kwa halmashauri yetu tumepata vyandarua laki moja ishirini na sita na mia tisa sabini na moja ambavyo tunaenda kuwagawia wananchi bila malipo yoyote, ambavyo vimetolewa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hasani. Na kwa hali ya hili zoezi la uzinduzi wa ugawaji wa vyandarua, mwitiko wake huko chanya, huko vizuri kwa sababu wananchi wamefurahi sana kupata vyandarua na wananchi wana, wana shauku kubwa sana ya kupokea vyandarua nakwenda kuvitumia kama tulivyowaelekeza, na ukiangalia kwenye hali ya maambukizi katika halmashauri yetu ya Kakongo, kwa takribani miezi mitatu Mye, kuanzia 2022 mpaka sasa hivi 2024, hali ya maambukizi ipo juu Mye. kwa takriban miaka mitatu toka 2022 hadi 2024, hali ya maambukizi ya, ya malaria ipo juu ambapo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili hali ya maambukizi ilikuwa asilimia thelathini na mbili, na kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne takwimu ya maambukizi iko asilimia thelathini na nane pointi tano. Kwa hiyo hali ya maambukizi inaendelea kuongezeka, na pia ukiangalia kwanzia mwezi Januari mpaka sasa, sasa hivi April kwa data za za, za, za mfumo wa, wa, wa takwimu za halimashauri hali ya maambukizi iko juu na mpaka sasa hivi iko asilimia 38.7. Kwa hiyo bado hali ya maambukizi ya ugonjwa malaria kwao, tunahitaji tuendelee kufanya jitihada za kutekeleza hatua za upambanaji dhidi ya, ya malaria, ambapo tunatumia hatua mtambuka mbalimbali ambayo mojawapo ni hii ya kutumia vyandarua darua. Vilevile kila mwanajamii ashiriki katika kuharibu mazalia ya mbu, kusikia madimbwi, kusafisha mifereji tengeneza mazingira yao yao yawezeshi na hakika kutokomeza kabisa mazalia ya mbu. Bila bila, ikiwa mwanajamii awe na desturi ya kupima labda ya kutumia dawa. Wajawazito nao wanapewa kipaumbele, waweze kufika katika vituo vyetu vya afya ili kupata taratibu zote ambazo zitaainishwa na wataalamu. Na kwamba lengo hasa kupunguza vifo vinavyotokana na malaria, na sisi kama walengwa, kwa maana ya mashosisiuwatuelezaji washughuli mbalimbali ama afua mbalimbali za kujikinga na malaria kwenye maeneo yetu, tukianza na swala la kuweka nyumba safi kiasi ambacho kwa kutumia malaria hii vyandarua hivi itatusaidia sana kupunguza kasi ya maambukizi ya malaria. Na moja kati ya uzinduzi wa leo, kitu ambacho nimepata faida nacho zaidi ni kuhakikisha tumetumia mbinu ambazo tumeelekezwa za kuhakikisha kwamba tumezuia maji yanayotuama, kwa sababu yanatengeneza mazalia. Lakini kimsingi si hilo tu pamoja na uondoaji wa vichaka katika mazingira tunayoishi, kitu ambacho jamii kubwa ilikuwa haina elimu na jambo hilo. Kwa majina yangu naitwa Anastazia Kimatuzi Chiza. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa awamu hii ya Samia Hasani patia hizi chandarua kwa ajili ya kuzuia malaria ili kusudi tuwe na afya njema. Yeye ni mama ambaye ameweza kukomboa wanawake na watoto pamoja na kwa jumla la familia zote usiugue malaria ya malaria yenyewe, lakini hata hivi inaonekana tuko juu bado tunahitaji kupambana na kuona ni namna gani tunavyoweza kufanya ili kuhakikisha kwamba malaria inatokomezwa kwa wilaya yetu.